Huu ni mwitikio wa wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam katika baadhi ya vituo ili kukamilisha uboreshaji wa daftari la kupiga kura kwa mkoa huo, ambapo zoezi hili lilipaswa kufikia tamati leo, lakini kutokana na mwitikio wa watu, Tume Huru ya Uchaguzi ikalazimika kuongeza siku hizo mbili. Kutokana na mwitikio mkubwa, tume ilichukua hatua ya kuongeza mashine za BV yaani BV kits pamoja na watumishi katika maeneo yote yaliyoonekana kuwa na watu wengi. Na hatua hii imewezesha zoezi kuendelea kwa utulivu katika maeneo yote, pia imewezesha kuongeza kasi ya kuwahudumia wananchi na kupunguza kwa kiasi kikubwa misongamano kwenye baadhi ya maeneo. Ndugu wananchi, Licha ya hatua zilizochukuliwa na tume, bado katika maeneo kadhaa kuna mwitikio mkubwa wa wananchi. Hivyo basi, napenda kuwatangazia wananchi wote wa mkoa wa Dar es Salaam kuwa tume imeongeza siku mbili za uboreshaji wa daftari kwa tarehe 24 na 25 Machi 2025. Katika hatua nyingine, mwenyekiti wa INEC akasisitiza kuwa zoezi hilo halihusishi ubadilishwaji wa vitambulisho. Zoezi hili halihusishi ubadilishaji wa kadi za mpiga kura zilizotolewa mwaka ishirini kumi na tano na ishirini ishirini kwa kuwa kadi hizo ni halali na zitaendelea kutumika kwa mujibu wa kifungu cha mia sitini na nane cha sheria ya uchaguzi wa Raisi, wa Bunge na madiwani sheria namba moja ya mwaka 2024. Hivyo, wananchi wote ambao kadi zao hazijaharibika au kupotea, hawajahama kutoka kata au halmashauri nyingine, hawahusiki na zoezi hili. Ni kosa kujiandikisha zaidi ya mara moja. Ndugu wananchi, mtu yoyote akithibitika amejiandikisha zaidi ya mara moja atakuwa ametenda kosa la jinai, na akitiwa hatiani adhabu yake ni faini isiyopungua kiasi cha shilingi laki moja na isiyozidi shilingi laki tatu, au kutumikia kifungo kwa kipindi kisichopungua miezi sita na kisichozidi miaka miwili gerezani. Uboreshaji wa daftari la kupiga kura kwa mkoa wa Dar es Salaam ulianza Machi 17 mwaka huu lakini kutokana na mabadiliko yaliyofanywa na INEC uboreshaji huo utahitimishwa Machi 25 badala ya leo Machi 23. Sheila Mkumba, Azam News, Dar es Salaam.